Tariki nane mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili ishirini na tano tuko hapa na pale, ili tupate kuwaeleza habari za kinaganaga ambazo zimetoka kabisa mlimani, mahali ambapo palikuwa mapambano ya vita, na tunakuwa na habari ya masikitiko sana kuona ya kwamba katika tarafa la Fizi vita vingali, na hewa si mzuri upande zote. Ilionekana ya kwamba majeshi wetu, yani FARDC walijiunga pamoja na Wanyarwanda hawa waasi wa M23, afsa Kornenanga na vikundi mbalimbali vya waasi, na imeonekana kwa siku zilizopita kama tulivyokuwa tukiweleza kwamba majeshi wetu wa serikali ya Kongo walikuwa wanaleta vyakula na kwenda kuviacha kwenye soko walikuwa walisha ifungua huko milimani, na hawa Wanyarwanda walikuwa wanakuja kutafuta chakula eneo hilo vina vitu kadhalika, na wao wanawapa pesa na vitu mbalimbali. Baada ya sisi kusema sana, hasa mimi binafsi, ikaonekana kwamba siri imejulikana, pakawa kimya kabisa, na wazalendo wakafatililia hizo habari kwa makini. Sababu ya hiyo vita vimeingia zaidi, samahani, njaa imeingia zaidi upande wa Minembwe. E, na sehemu mbalimbali ambao wahasi wanakaa, na ndio maana wakapatana kama tulivyopata e, habari za kinaganaga za ndani ya kwamba vita ambavyo tumepoteza wazalendo saba na zaidi, palikuwa mpambanaji kabisa ambaye alikuwa Obserance wa eh, Jemadari Kakobanya ameuawa kwa vita hivi pamoja na wanajeshi wengine sita. Vita hivi baada ya uchunguzi, ilionekana ni puchi ya majeshi wetu ambao kila mara wana fanya hiyo usaliti. Walifanya hiyo usaliti pale Minembwe kwa kuacha silaha zote na kukimbia kuachia adui. Walifanya vilevile vile hapo Mikenge, na sasa wanafanya eneo hiyo, ambao kwa sasa tunaweza kuwajulisha ya kwamba upande watuetue upande wa Bilalumbili na milimani ya huko juu, Wanyarwanda mpaka sasa wangali wanazungukazunguka, kufatana na hewa ambayo ilifanika kwa siku hiyo iliyopita, siku mbili hizo. Kwa sasa ndugu msikilizaji wa radio televisheni Ngyoku, tunasema kwamba viongozi wa serikali yani wa jeshi la serikali wanakuwa wasaliti hali ya juu sana, kiasi ambacho wanauisha watu na hiyo inaleta asira sana hata kwa jeshi la Warundi kwa kuona kwamba serikali yetu au e, FRDC walisaliti na kuleta chakula kwa adui na kuujisha vilevile masilaha. Sababu ya hiyo Warundi walikasirika na kufungua moto kwa kupiga hawa wahuni ambao ni wa M23 pamoja na afsi ya Kornel Nanga na kupokonya silaha zingine ambazo walikuwa walishaanza kwenda nazo na nazo zikabaki karibu kumi na mbili.

Baada ya hiyo wazalendo na wao upande wao wakawafuatililia na kusaka adui na wao vilevile kupokonya nusu ya masilaha na nusu ya vyakula ambavyo walikuwa wakikimbia pamoja navyo. Basi, mshangao ni kusema kwamba jeshi la serikali mpaka leo lingali na na wasaliti ndani, na hiyo inaweza sababisha njia ya kutoka huko Minembwe na kufunguka kwa kuingia katika vijiji mbalimbali mbali. Sababu waliosaliti hata Rugezi ilikuwa ni wanajeshi. Kwa hiyo tunawajulisha Wakongomani wote ya kwamba hatuna konfiansa kabisa na jeshi la serikali, sababu ndani mwao kuna viongozi ambao wanasaliti na ndio maana Rais Felix Chisekedi Chilombo Antoine anakuwa na wafunga wamejaa. Tangia Kongo kuanza, hatujawahi kuona ya kwamba wajemadari wakanali wanajaa kabisa kwenye jela la Ndolo. Ni kwa sababu usaliti uko katika damu pamoja na mifupa. Tunahakikisha ya kwamba, wandugu wasikilizaji, ya kwamba tarafa la Fizi lingali na hewa ya hekaheka heka. hewa ya pili ni wami wami wa tarafa la Fizi, wao walijikuta kwamba ni wamaskini lakini kitu cha kushangaza, wanakanyaga dhahabu usiku na mchana, mali isiyokuwa ya mzaa, utajiri wa kustukisha watu, lakini hawajijui yale ambao wanaweza fanya. Walipana udongo kwa wafuliro na kuwapa vikaratasi ambavyo vinawafanya kukuwa washefu ya malokalite katika kijiji cha Lulimba Panakuwa na hewa isiyokuwa nzuri, sababu walipotaka kwenda kuchukua maji huko Kisangani, ni kijiji ambacho wafuliro wanakaa. Viongozi wa kijiji hicho waliandikia hawa wanaoitwa watu wa Lulimba ya kwamba hawawezi chukua maji mpaka walete milioni sita ya Wakongomani, ni kama vile dola Elfu tatu. Bila hiyo hawawezi pata maji na kichwa cha barua hicho wanaandika droit de terre yaani ni kama vile kituliro ambao watalipa hawa wakaaji wa kijiji cha Misisi ya Lulimba msamaani. Na kwa kusema hakika, eh, grupema ya Bashikashilo ni grupema ambao italeta kasheshe sana kwa siku zijao kufatana na wafuliro ambao walipewa vikaratasi vinavyohakikisha kwamba wanakuwa na mavilaji wanakuwa na malokalite na hiyo iliyosainiwa na, iliyo na ina tusha watu sana ni kusema Washikasilo ili wapate kunywa maji, inahitaji walipe hizo pesa kwa wafuliro ambao walipewa vikaratasi kutoka ku groupment ya kusema kwamba wanakuwa na wao vile vile wami wa asili. Ni mstuko na mshangao. Basi wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, tunawajulisha kwamba wazalendo wanajiandaa ili waende kusaka adui na kuzidi kumfukuza shidi iliyopo ni hii. Wanapojiandaa, wanajeshi wanasema tutafanya mixten, ni kusema mchango, ili twende tuanzishe vita, na wanapofika huko, ni usaliti unazidi kuonekana upande wa jeshi la serikali. Kwa hiyo tunaweza penda utuandikie maoni yako, tufanye nini kuhusu jeshi la serikali? Si mwingine ni wa investigation amisi mwanuke biosaa na wapenda na ninasema chao